Chadema ndio chama ambacho ni chama kikuu cha upinzani, kimsingi kinaonekana ni chama tishio kwa chama tawala kwa sababu hata ukiangalia miaka ya nyuma, ndio chama ambacho kilikuwa na wabunge wengi bungeni. baada ya yule uchaguzi uliopita ambao watu wengi wanaosema kwamba haukuwa uchaguzi, Chadema ni chama cha upinzani, ni chama ambacho kimekuwa kikija ma... na hoja mbadala za kuibadilisha nchi, kama mnavyojua nchi yetu sasa hivi. Kwa hiyo kumekuwa na mbinu, sasa hivi kipindi hiki cha uchaguzi, tunapoelekea kwenye uchaguzi tena na vya kuendelea kubana vyama vya upinzani kama Chadema, nadhani mnaelewa tuna e, kiongozi wake mwenyekiti wake Tundu Lissu bado yuko ndani, na na mashtaka hatupendi sana kulizungumzia kwa sababu liko mahakamani, lakini ni mashtaka ya ajabu kidogo. Bwana Mbilinyi, unadhani hatua ya hivi sasa e, itatikisa chama cha Chadema? Haiwezi kutikisa, mimi kwa mwono wangu haiwezi wa kutikisa, kwa sababu mwono wangu ni kwamba kwanza, unajua watu washa, wanaelewa changamoto na hivi ilivyo. Ni kwamba kwanza chama chenye kadiri, wenyewe sijui sana mahesabu yao pale ndani, wanasema hawategemei sana ruzuku, kwa hiyo wamekuwa wakijiendesha wao wenyewe wakijichangisha, na hata wananchi ambao wanapenda mabadiliko wamekuwa wakikichangia hiki chama. Amini usia amini wananchi wakitaka mabadiliko wako tayari hata kuchangia pesa zao ili kukiwezesha hicho chama kifanye nini, kiweze kusimama. Kwa hiyo wengine wamekuwa wakichanga pesa kwa njia ya siri, kwa sababu hawa, hata wafanyabiashara hawataki wajulikane, kwa sababu chama tawala kikijua kama wewe umechangia e, chama cha upinzani, wanakuletea matatizo kidogo. Kwa hiyo hiyo hatua haiwezi haiwezi kukisumbua sana chama. Na hatua ya kisheria, unadhani itakuwa na maana yoyote ama italeta matokeo yoyote? Hiyo ni mchanganyiko. Huwezi kuwa na uhakika na vyombo vya haki nchi hii kwa sababu kwanza, vyombo hivi bado kidogo uhuru wake una changamoto. Lazima tuliseme wazi kwa sababu hili nalo ni swala la kikatiba juu ya uhuru wa vyombo vya kisheria. Kwa sababu gani? Una majaji ambao wanateuliwa na rais. Na ambao ndo wanatakiwa watoe haki kwa, kwa, kwa chama tawala, lakini kwa, kwa viongozi wa umma. Kwa hiyo kuna ugumu kidogo hapo. Kuna wakati unaona mahakama imesimama kwenye haki, kuna wakati unaona haijasimama kwenye haki. Kwa hiyo swala la uhuru wa mahakama, uhuru wa vyombo vya sheria bado ni changamoto, na ndio maana swala la katiba mpya, ingawaje watu wanamuona kwamba sio suruhisho, lakini ni sehemu ya suruhisho ya tatizo. Kwa hiyo inaweza ikasaidia au isisaidie, itategemea huyo atakayesimamia hiyo kesi atakuwa